Mheshimiwa, na kaimu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mr. Lee, mwakilishi wa balozi wa China nchini Tanzania, msajili wa zina, kaimu meneja mkuu, mwanahisa mwenzetu toka kampuni ya China, natambua tuko hapa na mwenye eneo, Mheshimiwa Makole, mkuu wa wilaya ya Ubungo, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Ubungo, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na kamati yako ya siasa wilaya ya Ubungo, watumishi wote wa serikali mlioko hapa na hasa watumishi wa wilaya ya Ubungo wakiongozwa na mkurugenzi, watumishi wote wa watu kiwanda cha Urafiki ambao mko hapa, ndugu watumishi, ilipokuwa na wasalimia ilisema wafanyakazi Oye hey! Kwa kweli mlisema hivyo kwa sababu ya kuniheshimu. <laughs> Na mimi nashukuru kwa heshima hiyo, kwa sababu mna matumaini makubwa vinginevyo mngebaki kuwa na matumaini wala msingeisema hiyo wakali, kwa namna nilivyoona kiwanda kilivyo leo. Na sasa kabla sijaanza kusema hili, kero ya kiwanda hiki tumesikia kwa muda mrefu, Mheshimiwa Waziri amesema Sajili wa na haya pia tulimfikishia Mheshimiwa Rais, na leo nilipokuwa natoka, nimwambia sasa naenda Urafiki kuona mwenyewe alafu nije nikuambie hali halisi. Kitu cha kwanza amenituma niwape salamu zake, Mheshimiwa Rais Dkt John Pombe Magufuli anawasalimia sana Wafanya kazi, wote mnajua kama ambavyo Watanzania wote wanajua kwamba serikali ya awamu ya tano imejidhatiti katika ujenzi wa viwanda kwa lengo la kukuza uchumi kutoka uchumi tulionao wa chini kwenda angalau uchumi wa kati itakapofikia mwaka 2025. Ziko jitihada chungu nzima tunazifanya za kuimarisha viwanda lakini pia kukaribisha wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vipya, na wako wawekezaji ambao tumewakaribisha kwa ajili ya kuendeleza viwanda tulivyo navyo. Haya yote tumeendelea kukaribisha Watanzania, lakini pia na ndugu zetu kutoka nchi mbalimbali duniani waje nchini, ili waje wajenge viwanda pamoja na malengo ya kutaka kuinua kiwango cha uchumi, lakini tuna malengo ya mbali sana, na Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza malengo haya. Moja, tunataka tuongeze thamani ya bidhaa tunazozalisha ndani ya nchi. Tuna mazao mengi sana kwenye sekta ya kilimo ikiwemo pamba. Tunataka tuongeze thamani ya pamba nchini kwa kupitisha kwenye viwanda kwanza tunatakiwa tuyapitishe viwandani tuyachakate, tupeleke bidhaa iliyochakatwa badala ya kupeleka bidhaa yenyewe, kama vile korosho, kahawa, pamba yenyewe, chai, alizeti na kila aina ya mazao tunayoyalima nchini. Kwa malengo haya yanaenda sambamba kwamba kila tulipo na kiwanda, tuna matumaini ya ajira ya watu wetu walioko ndani ya nchi na sisi kwenye ajira tumejiwekea masharti magumu sana. Kama kutakuwa na mwekezaji anatoka nje ya nchi, tumempa nafasi chache sana za kuwaleta kutoka nje kuja kufanya kazi ambazo sisi hatuzifahamu, hatuzijui. Na watakaa forever, watakaa kwa miaka mitatu mpaka mitano, ili utaalamu huo uwe tayari umempa Mtanzania, ili Watanzania tuchukue nafasi tuendeshe viwanda hili tunalitekeleza kwa dhati. Tumeanza kuona mafanikio baada ya kuwa tumetoa wito kukaribisha wadau wenye uwezo wa kusimamia na kuendesha viwanda na kuwekeza, wenye mitaji teknolojia waje nchini, na sisi tunachuja halafu tunawapa. Moja ya viwanda tulivyonavyo nchini ambayo tunahitaji uwekezaji na tunataka tupate mwekezaji mwenye uwezo, ni kiwanda cha Urafiki. Niwe muwazi, kwa bahati mbaya sana kiwanda hiki hatujapata mwekezaji mwenye uwezo, kwa sababu hali niliyoikuta leo na maelezo unayopata na wainjinia kila mahali nilivyopita, hayaleti matumaini. kiwanda hiki ambacho kina historia nzito ya miaka mingi, na tulipofanya maamuzi ya kutafuta mwekezaji aje kuwekeza tulikuwa na malengo yafuatayo: moja, alete mtaji ili kuendesha vizuri kiwanda; lakini mbili, alete teknolojia mpya kubadilisha mitambo ya zamani na kuleta teknolojia sasa ambayo inaweza kuzalisha zaidi; lakini tatu, tupate watu sasa waweze kujipatia mapato kupitia rafiki. Haya, <table> tulipoanza mchakato wa kupata mwekezaji hapa, tulianza na kampuni ambayo mwanzo tuliingia nayo pia inayoitwa jina la kichina Dechu shiini huko anajua sakutamka <laughs> <laughs> lakini baadaye, <laughs> si kubadilika tukapata mwekezaji mwingine baada yule uyo wa kwanza kushindwa, tukapata hiiaanu ambayo sasa mbia tunaye hapa. Kimsingi matarajio yetu sasa yanaenda fifia. Kiwanda kimeshafungwa toka Desemba, hatuna ukarabati, hatuna mtaji, na leo tunaishi hapa, kwa sababu mambo haya kweli hayendi, kwa sababu hakuna fedha za ukarabati, tuna madeni madeni. Namwambia anielewe wazi kwamba serikali haturidhishwi na mwendo huu. Tutarajia tutazalisha kanga, tutarajia pamba yetu nayo ilima tuilete hapa ichakatwe tupate nguo humu, humu tuachane na mitumba, lakini jitihada hizi zitaza kuturudisha kwenye mitumba. Hatuwezi kubaliana na hili. hu ameeleza, watumishi tumewapeleka likizo, waliobaki hapa wachache. Hayo sio malengo yetu. Mtumishi ataenda likizo kwa mujibu wa kanuni za utumishi tu, mwezi mmoja alafu atarudi kazini. Toka mwezi wa kumi na mbili mpaka leo tuna miezi sita, nusu mwaka. Mtumishi anaishi huko, hana uhakika tulitarajia mwezi wa sita waanze kazi. Mnaanzaje kazi katika hali hii ambayo haileti matumaini? Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuja kuona hali. Hali hii hairidhishi. Msajili wa hazina mwenye share, mwenye hisa na wewe shanjo, shanya. Ubia wenu hauna tija. Mkae wewe na yeye, na ikiwezekana mimi nikitoka mbaki, mjadiliane jioni saa kumi na mbili mpate majibu ya. Na mheshimiwa waziri, wewe mkuu wa mkoa mwongoze mjadala huo, na mtoke na maazimio. Mimi nitakapomaliza futuru, nakutana na yeye maazimio yenu mm -hmm. Na kama iwezekani mvunje kabisa ubia huo ili tujua tunaambia, hatuwezi kuvumilia. Tunasema tunaambia mwenye mtaji, tulisema mbia teknolojia tulisema lazima tupate mbie mwenye teknolojia mpya, lakini pia aendeshe shughuli hii, tukijua kwamba hapa kutakuwa na ajira endelevu. Hakuna ajira endelevu, alafu tubaki tunamwangalia tu, hatuna sababu hiyo. Bora tuambie amekwama, aondoke, tutangaze. Vinginevyo natambua mmeshaanza mazungumzo. <laughs> Mkaguzi mkuu tuliyemleta hapa wa serikali na mdhibiti, mkaguzi mkuu na mdhibiti waza wa serikali alikuja hapa ameainisha madhaifu udhaifu wote ulioko hapa kiwandani bado haujapata majibu. Tumehoji mambo kadhaa, tulikuwa na mtaji, tulikopa mtaji, ulo umekopwa zimeishia huko huko, Tanzania zijaja. Tunataka majibu ya fedha hizo ingekuja nchini tungeweza kuziba mapengo na kufanya kiwanda hiki endelee kufanya kazi. Sasa kwa sababu fedha haijaja nchini, nataka maelezo fedha hiyo iko wapi? Lakini mbili, mitambo yote niloikuta hapo imenunuliwa mpaka leo haifanyi kazi kutoka mwaka miaka mitano sita iliyopita. Nataka nipate majibu ililetwa hii ikiwa mizima au iko vipi? Yote nipate majibu. Lakini mmeng'oa mashine magodao ni matatu. Mlikuwa mnataka kuleta mashine mpya. Leo tuna miaka mitano, mashine mpya ziko wapi? Na zile mashine zimeenda wapi? Kama mmeuza, ameuziwa nani? Ili majibu yote serikali tunayataka, na mzungumze leo mpate majibu, kwa sababu wahusika wote wako na, mambo mwenyekiti yupo, anajua kila kitu. Kwa hiyo mkae mjadili, wakishindwa kujibu, wapeni nafasi wachina wakakae peke yao, walete majibu mbele yenu, ili na mimi leo nipate majibu. China na nchi ya Tanzania ni nchi marafiki, tuna historia ndefu, na kiwanda hiki kimetokana na mshikamano tulionao kati ya China na Tanzania. Asiingie mtu hapa akatuharibia, awe mtanzania au mchina mwenyewe, itakuwa ni tatizo lake yeye mwenyewe, na sisi tutadili na yeye mwenyewe kama atakapo tuharibia mahusiano yetu. Kwa jambo hili la urafiki lazima liimarishwe kwenye mjadala wenu na bora kama hawezi kuendesha aondoke, tutatafuta mchina mwingine kama ni lazima, au tutatafuta mtu mwingine yote mwenye uwezo wa kuendesha kiwanda hiki. Malengo yetu mahusiano yetu Tanzania na China yaendelee, lakini kama kunatokea mmoja ataka kutuharibia, hatuwezi kumvumilia. Na leo wala sitaki niwasikie zile kero zenu, maana mnazo nyingi sababu mnazijua. Taanza kudai mishahara hapa haitoshi, taanza kusema likizo azipatikane, zapatikana za lazima tu. Haya yote haya kwa sasa lazima mtuvumilie. Tumegundua, tumeona udhaifu uliopo. Lazima tuumalize udhaifu, tujipange upya, tupate watumishi wengi wa kutosha Tupange no. Hata mishahara ya watumishi leo tumeona hata gepu ya mishahara yenu, yaani nyie nyie mliopo hapa nyie, wengine wanalipwa milioni saba, wengine laki Sheria za kazi zipo. Afisa tumishi hupo ili nalo, ulisema unanijua na kwamba watumishi wako mna gepu kubwa ya mishahara. Nyie wenyewe huku mnajilipa milioni saba, huku chini huku milioni laki hapo hapo ofisini mlipo, wote mnavyo vinavyofanana. Mtu wa juu ana milioni saba plus marupurupu, anaondoka na ana milioni kumi, lakini huko huko ndani, lakini huko huko ndani anayefuata kutoka milioni kumi anapata laki nne. Hiyo gepo hii, umeiona wa sotumishi, unaijua Unaona tofauti ya mishahara hiyo hapo. Sizungumzi wale sijawazungumza, wanapata laki moja na la ishirini. Sasa, ndugu watumishi, najua haya yote mngeyasema kwa sababu na nyinyi mnayajua. Sasa tutafute, utaniletea orodha ya watumishi wako, kila mmoja nijua anapata mshahara wa shilingi ngapi, akauandike jina na cheo chake na fedha anayopokea kwa mwezi, kutoka nyie wenyewe mliopo huko huko kwenye chumba hicho cha baridi, mpaka hawa waliopo kwenye chumba cha baridi shahara hiyo, na kwenye hiyo mishahara, kila mmoja nijue nani anapata mafao yapi, hata yale ambayo mnapata mkiwa kazini: simu, maji, nyumba. Wewe orodhesha basic salary yake na yale mapato, mapato yale, na jumla yake kuu, kila mmoja kutoka mlioko ofisini mpaka huku chini tujue tutakapokuja tena hapa tunafanya marekebisho makubwa. Lazima tufanye kazi ya mishahara unaofanana, kama ni kiwango cha chini tujue, na kama kuna matatizo mengine ya mishahara na kanuni nyingine zote lazima zifuatwe, ili tuona wafanyakazi ambao wananufaika na, na utumishi wao, iwe wako viwandani wako maofisini na maeneo mengine. Kwa ndugu watumishi, niliposema sitoi nafasi kule wa kusema, tunayajua mambo yetu lakini kwa hali ndio na kiwanda, hata mkisema kiwanda kifanye kazi, matatizo ni mengi, na sasa hatuwezi kufanya kazi mpaka turekebishe hili, na kwa kwani tutapata majibu leo. Baada ya majibu haya serikali itafanya kazi yake, tutazungumza na balozi wa China, tukubaliane cha kufanya. Hapa tumeshindwa, hapa haiwezekani tena, ili tubadilishe kabisa, na ikiwezekana serikali tuchukue kwa 100%, tumtafute mwenye uwezo, na tutawachuja, tawaleta mwenye uwezo kama wanaweza watu wafikishie na walete uwezo wao. Kwa hiyo mridhie, mimi nimalize kikao hiki kwa kuwatakia mfanye subira, tunaanza kukagua huku, huku kwa wawekezaji wa ndani wawekezaji wetu kupitia kikao ambacho kitakaliwa humu, humu ndani, na kuanzia waziri na wote watakutana humu ndani watazungumza, wakubaliane mimi baada ya futuru napata majibu kesho, naanza kuyafanyia kazi Jumamosi na Jumapili, Juma pili mpaka Jumatatu tutakuta kwa tumeelewa. Maelezo maile yangu yote ya awali ni ya msingi kwamba kiwanda hiki ni kikubwa mkombozi, na tunahitaji kizalishe na malengo ya kiwanda hiki kama alivyosema waziri, ni lazima kiendelee kuzalisha kwa ili kiendelea kuzalisha, maana yake lazima uchambuzi wa kina ufanywe na tujue nani anakiendesha kiwanda. Kwa hiyo tunahakika wajira itakuwepo hata hiyo tofauti ya mishahara tutaiweka vizuri, na mambo mengine yote tayoko vizuri zaidi. Lakini katika kipindi hiki na wasi, wala mambo mkizo, muendelee, na nyinyi ambao mko kazini muendelee na mwe watulivu. Serikali imeingia kazini, inashughulikia hili mpaka kieleweke. Waziri na viongozi wa chama, hivyo ndio tunavyofanya kazi. Viongozi bwana imani kwamba viongozi wetu wenu, mliotuweka madarakani, tunasimamia maslahi ya Watanzania, na katika hili tutahakikisha wilaya ya Ubungo kiwanda chake maarufu kikubwa, chenye historia nchini, itafanya kazi yake. Baada ya kusema hiyo, Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Meneja mkuu, endelea kumpa msaada Mheshimiwa Waziri, kumweleza yaliyopo, na usiogope, kwa sababu ajira hii na wewe umo, lazima useme ukweli. Msajili wa hazina, wewe ndio mwekezaji, una asilimia 49, umeridhika. Uridhiki leo mpaka tupate mwafaka kwenye kikao chenu ambacho na waache sasa hivi, na wale viongozi wote wa Tanzania na viongozi wote kutoka China, mkubaki hapo, mkutane, mzungumze na tupate solution. Baada ya kusema hayo nawatakia wale waliofunga Ramadhani nawatakia Ramadhani njema. Watumishi wengine tunaobaki tuendelee kuwatakia heri Waislamu wote nchini na sote kwa ujumla wetu, tuendelee kuwa na subira, mambo yetu yatakuja kubadilika na tutakuja kutoa majibu pindi tunapomaliza jambo hili, ili mjue kinachoendelea. Lakini nataka kuhakikisha serikali inafanya kazi kuanzia sasa na kuendelea mpaka tupate majibu na kufanya kazi kwenye kiwanda chetu. Asante sana kwa kunisikiliza.